Mheshimiwa mfunika na kushukuru sana kwa kunipatia nafasi. Nafasi uliyonipatia ni ya heshima, lakini kushukuru sana wewe pamoja na halmashauri yote kwa ujumla. Nimshukuru sana mkurugenzi eh, naibu mea, lakini washukuru sana kwa kazi pia kubwa ambayo umeendelea kuifanya ndani ya halmashauri yetu. Umefanya kazi kubwa na naomba tuwapigie makofi mengi sana. Si. Kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kuifanya wewe na watumishi wote, bila kuisahau kamati ya usalama ya wilaya yako na bila pia kuisahau Chama cha Mapinduzi kwa chama, kwa kazi nzuri ambazo naendelea kuzifanya, kwa sababu mambo yote ambayo tunayajadili leo, kama ni mambo ya miradi, ni kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo, mnipelekeni salamu kwa chama kwa kazi nzuri ambazo wameendelea kuzifanya. Lakini pia nitumie nafasi hii kushukuru sana pia ofisi ya CAG kwa kanda yetu hii ambao wapo hapa leo. Kazi yote ambayo leo tunaianza ni kwa sababu ya miongozo yao mizuri sana ambayo wanaendelea kuitoa kwetu. Na mimi nawashukuru sana ninyi kwa kuendelea kutekeleza haya yote. Lakini kwa sababu kazi hii inafanywa na watumishi na kama ambavyo Katibu Tawala amesema amekuwa pia tuwasimamia mara mara kwa mara. Kutumie pia nafasi hii kumshukuru sana kamtawala wa mkoa kwa namna ambayo imeendelea kuwaratibu na kuwasimamia watumishi wote ili tuwe katika mstari mmoja. Nashukuru sana na mimi ni wapongeze sana na zaidi watakeni kila la heri kwa, la kwa wale ambao mtatamani kurudi, watakeni kila la heri ili muweze kurudi. Lakini jambo la pili Nishukuru sana pia ofisi ya CAG kwamba imetoa mwongozo wake mzuri sana kama ambavyo mkurugenzi wetu amesema, hoja zilikuwa ngapi na sasa ziko ngapi? Jambo la msingi sana wanachozungumzia ofisi ya CAG ni kuhusu kupunguza hoja, na kupunguza hoja ni kuwa madhubuti katika kufuatilia ushauri wanaoupa miaka mingine yote. Wakati ambapo halmashauri zetu zilikuwa zikipokea pengine hati zenye mashaka, watu wengi ambao hawana uwezo wa kupengua mambo katika mbongo zao huwa wanaanza kuona ofisi ya CAG ina matatizo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya CAG ni jicho ambalo hata kabla yao sisi tukifanyia kazi jicho la internal auditors wetu wanaweza kusaidia sana kupunguza hoja. Lakini kwa bahati mbaya sana nyinyi mnajua kwamba kwenye miti huwa hakuna wajenzi. Mara nyingi wanaweza tukachukulie kwa umaanani ushauri ambao internal auditors anaweza kuutoa, halafu tukadhani ule wa CAG ndio unakuwa ni wenyewe. Sasa bahati mbaya sana ofisi ya CAG ushauri wake kuna muda unafika unakuwa ni wa maandishi, na wakiwa kwenye maandishi CAG mwenyewe huwa anawasilisha kwa rais, anawasilisha kwenye bunge. Wakiwasilisha kule, manake ni jambo liko tayari documented. Tayari kama umeambiwa una hati chafu, hati, hati ya mashaka, hati safi, ni jambo ambalo liko tayari kwenye hasadi za bunge na ni jambo ambalo tayari lipo kwenye vitabu vya CAG na ni jambo ambalo lipo sasa kwa taasisi zote ambazo zinapaswa zitimize kwa jibu huo. Sasa ni muda mwafaka kuhakikisha kwamba chama, Mwenyekiti tunazifunga hoja na ikiwezekana tunazipunguza ili zibaki katika mfumo wa single digit. Tukienda kwa mfumo huo, manake ofisi ya CAG mm -hmm. na yenyewe kufanywa tathmini kama ina perform na performance yake ikoje katika nchi, manake wakiona halmashauri hizi kiwango kikubwa cha kuperform kiwango kikubwa cha kufaili taarifa zao kimekuwa kizuri, manake hiyo ndio performance nzuri ya ofisi ya CAG, kwa kwamba jicho lao wanaolitazama kwetu unaalifanyia kazi kiasi cha kutosha.